Ya wili Lusige, runinga ya Citizen. Na wanafunzi wawili wa shule ya upili ya Lelu, kaunti ya Kericho, wanauguza majeraha mabaya hospitalini baada ya kugongwa na gari la polisi. Wanafunzi hao walikuwa wakielekea kwenye kituo cha kuabiri magari jijini Nakuru kuelekea nyumbani kwao Naivasha kwa likizo ya muhula wa kwanza, kama anavyotuarifu Merian Nyambura wauguzi katika hospitali ya rufaa ya Nakuru wanamhudumia mwanafunzi wa shule ya upili ya Lelu, Faith Bosibori ambaye anauguza majeraha ya mkono na kichwa. Faith alifikishwa Jumanne jioni baada ya kugongwa na gari la maafisa usalama alipokuwa amesimama kando kando ya barabara na mwenzake. Nilipiga shule simu, ngaudisa ticha pae saa moja watoto wanatoka saa ngapi? Akaniambia wako karibu kutoka, pato 15 minutes tu, saa moja wakatoka kufika saa tano saa sita akaniambia, lakini nimeambiwa ndo ikakata. Nga muuliza eh, naleo feti wacha aongea. Akaniambia sijui, lakini nimeambiwa kuna watoto wamepata accident huko Nakuru, hebu nikonfirm. Kukonfirm wakakuta ni fei na Masi, lakini ni saa kuelezewa wa, walikutwa kwa ukuta. Familia ya Masi Kerubo, mwanafunzi mwingine aliyegongwa na gari hiyo hiyo ya polisi, iko kwenye pilkapilka za kufahamu yaliyojiri Jumanne mwana wao amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi, baada ya oparesheni madaktari waliposhughulikia masi Kerubo. alikuwa na internal bleeding kwa tumbo, ambaye ilifanya afanyiwe operation. Ashatolewa thieta, ameletwa ICU, tumemwangalia ajaamuka, but tunashukuru Mungu ashatoka thieta, na tunaomba tunaendelea kushukuru apone, Haki yake ipatikane. Huyo mwenye amefanya hivyo awe kielelezo kwa wengine. Ajali hiyo ikisababisha hali ya sintofahamu kwa muda, wananchi waliokuwa na ghadhabu wakisimama kando kando kushuhudia. Ilitokea kutoka hii barabara ya KFA, kutoka barabara ya KFA Nyalongi, Nakuru Eldoret haiwe, na ilikuwa on speed na wote can recall Nili recall to ile gari ikivuka the other side of the lane. Kamanda wa polisi lilizwashira akithibitisha kuwa gari lililohusika kwenye ajali hiyo